na hali ya kuwa hasimu huyo wa mwingine ni mjuzi zaidi kuliko yeye anajua, wa kwanza ajua lakini mwingine ni, ni, ni afqahu zaidi kuliko yeye. Naam, ndiyo tuhukumu faqdi bainana bi kitabi llahi, ndiyo tuhukumu baina yetu kwa kitabu cha Allah wa, wa adli

kwa huyu bni kana asifan ala hadha, hakika mtoto wangu alikuwa ni mwajiriwa kwa huyu fazana bimratihi, akazini na mke wake. Mtoto wangu ameajiriwa na huyu bwana, alafu mtoto akazini na mke wa huyu bwana wa inni ukhbirtu an alabni rajma na hakika, mimi nimeelezwa, mimi nimeelezewa kwamba kuna juu ya mtoto wangu kupigwa mawe, kwamba huyo atakiwa pige mawe, pigwe mawe mpaka afi, nimeambiwa hivyo. faftadaitu minhu bimiati shaa wawalida, nikamkomboa kutoka kwake au kutoka kwenye hiyo rajmu kwa mbuzi mia moja na mjakazi

Mijeledi mia moja wa taghribu amin, na kupelekwa ugenini kwa mwaka mmoja, kama ni kufungwa au kutolewa katika mji mwaka mzima. Nimeambiwa hivyo, ahlulilmi wameniambia hivyo, kwa sababu masahaba walikuwa wanapishana katika fadla na ilmu na daraja. Hawa ni watu kutoka nje ya mji, na kuna watu wamemsuhubia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu, na wamechukua mambo wa mengi katika mambo ya ilmu

na apa kwa yule ambaye ya nafsi yangu iko katika mkono wake ni Allah, wallazi na apa kwa yule ambaye nafsi biyadihi nafsi yangu iko katika mkono wake, la aqdiyanna la aqdiyanna bainakuma bikitabillahi, wallahi nitahukumu ndio ile kasam pale nitahukumu nita

na kupelekwa ugenini mwaka mzima mwaka mmoja wa ana ala mraati hadha arrajm na kwamba kuna juu ya mke wa huyu kupigwa mawe. wakhdu ya Unaisu, nenda ewe Anas, ewe Unais bidhammil hamza yani kwa, kwa ni tasghiri Unais ibnu adhahak alaslami, anaitwa Unais waghdu ya unais nendawe, unais ibn dhahhak alaslami, lirajuli min aslama, kwa ntu katika kabila al aslam, ila imra'ati hadha au, nenda pamoja na mtu nenda pamoja na mtu katika kabila al aslam Waghdu ya unaisu lirajuli min aslama, nenda ewe unaisu bnu ldahak al aslami pamoja na mtu katika kabila la aslam. Ila mraati hadha, kwa mke wa huyu, mkamuulize. Fain itarafat, akikiri kwamba kweli alifanya hivyo, farjumha, basi mpige rajmu, mpige mawe faghada

azzani ambaye si thayib ama almuhsan a ghairu muhsan. Ama almuhsan, haddi yake ni arrajli kupigwa mawe mpaka kufa. Haya, kwa hiyo atatolewa katika mji atapelekwa mbali huko kakae mwaka mzima. Sasa sasa hivi mara nyingi wanakuwa

kuhusu mjakazi pindi atakapozini na hali ya kuwa si muhsan wala mtuhsin, na haja kuwa muhsan, yani haja ingie katika, katika ndoa, wala mtuhsin hmm? hmm? hey, yani kuna pia kwa wala mtuhsan, zote zipo lam tuhsin, wala mtuhsan

fanisfu ma ala lmuhsanati min aladhab, basi pana, basi ni nusu ya kile ambacho kiko juu yake muungwana, wanawake waungwana katika adhabu, kwa maana itakuwa ule akipigwa 100 muungwana, mtumwa atastahili 50. Thumma in zanat fajliduha, kisha akizini tena mpigeni bakora, mpigeni mjalad thumma inzanat, kisha akizini tena mara ya tatu. Fajiliduha, mpigeni mijeledi. Fumma biuha, kisha muuzeni. Walau bidhafirin, japo kwa kamba, kwa thamani ya kamba. Walau bidhafirin, japo kwa thamani ya kamba. Huyo akufai, huyo muuze. Sasa akiuza satengele hivohivo Yani kuonyesha kwamba hatakiwi udharauliwa kamba, yani muzteniweipekamba tuenda kufungia ngamia wangu au ngombe Qala Ibn Shihab, amesema Ibn Shihab rahimahullah, la adri abada athalithati aw au rabia